Tunajaribu kutofautisha kati ya walioitwa kufanya kazi ya Mungu na wanaotamani kufanya kazi ya Mungu. Anayetamani kufanya kazi ya Mungu ni yule ambaye kwa mfano kama vile uimbaji anakuta wenzake wanaimba na yeye anatamani kuimba. Mwisho wa siku, hali ile anazoea na yeye anajikuta anaingia katika uimbaji na anaendelea kufanya kazi ya Mungu. Kwa kuwa ni kazi ya Mungu ataimba na Mungu hatamwonekania, atampa baadhi ya mafunuo kwa ajili ya kazi hiyo ya Mungu ya uimbaji. Lakini kwa kuwa sio wito wake, si moja ya kazi ambayo amepewa na Mungu, inaweza ikaenda ikafikia hatua ikafifia ile kazi ambayo alikuwa akiifanya, na hata baada ya kufifia ndani yake hakutakuwa na majuto kwa sababu, wala maumivu kwa sababu sio wito wake, sio kazi yake. Kwa hiyo hakutakuwa na majuto wala eh, shutuma yoyote kwa Mwenyezi Mungu kwamba kwa nini hujafanya kazi hii, kwa sababu sio wito wake. Lakini yule ambaye ni wito wake, Mungu amemwita kwa kazi hiyo, pindi kazi ile itakapokwenda katika hali ambayo siyo ya usahihi, kuna hali fulani ya majuto inakuja ndani ya mtu huyo ambaye amekuwa akiifanya kazi ya Mungu katika hali ambayo sio ya usahihi, kwa hiyo akaja akakutana na mazingira ambayo ni ya kumwamsha na kumpa hamasa kwa habari ya kuweza kuifanya kazi ya Mungu kwa usahihi. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo kuna, kuna haja ya kutambua kwamba kazi hii ninayoifanya ni sehemu ya wito wangu ama la. Kwa hiyo, ni kama jabu kuzungumzia kwamba ee, yuko aliyeitwa kufanya kazi ya Mungu na yuko anayetamani kufanya kazi ya Mungu. Hii muhimu sana watu waweze kutambua. Kazi kazi ambayo mtu ameweza kupewa na Mungu ni, ni, ni kazi ambayo Mungu amekusudia mtu huyo aifanye. Na kwa namna yoyote ile uh, lazima Mungu aweze kumuongoza aweze kuifanya kazi hiyo. Atakapokuwa hajaifanya katika usahihi ipasavyo, ndani yake mtu huyu humjia hali ya majuto. Lakini pia Mungu mpa mafunuo mbalimbali ya kumkumbusha. Kuna ukumbusho Mungu anauweka ndani ya mtu huyu kumkumbusha moja ya patano au moja ya jukumu ambalo linako poliko mbele yake. utumishi ambao Mungu anakuwa ameweka ndani ya mtu uthamani wake, namna jinsi ulivyo mkubwa, Mungu huwekea ulizi mkubwa sana kwa ajili ya kulinda kile ambacho Mungu amekua, anakuwa amekiweka ndani ya mtu huyu. Nafikiri kuna haja sasa, ifike wakati kila mmoja atambue nini wajibu wake, ameitwa kwa kazi gani, kazi gani ambayo anapaswa ifanye kwa wakati huu ambao Mungu amemwita, eh, Kadri miaka inavyozidi kwenda, kadri unavyoendelea kumtumikia Mungu, kuna haja utambue kwamba hiki ninachokifanya ni sehemu ya wito wangu ama la. Kuna watu wameendelea kufanya kazi ya Mungu, lakini sio kazi zao, sio wito wao, sio sehemu yao ya utumishi ambao Mungu amewaita watumike. Na ndio maana tunasema kuna haja basi ya watu kuweza kukaa chini, kupiga magoti na kumwomba Mwenyezi Mungu awape mafunuo juu ya kile ambacho wanapaswa kukifanya kwa, ba, kwa maana ya utumishi, ili wafanye utumishi ambao uko ndani ya maagizo ya kimungu.